ngenewa kwamba jamaa na marafiki wa familia marehemu JM Kariuki wameadhimisha miaka hamsini tangu kuuawa kwake. Naam, kumbukumbu ya JM Kariuki ikielezewa na wajane wake wawili wakimtaja kama mwanasiasa shupavu ambaye hakuwa na uoga wa kuikosoa serikali, kabla ya kuuawa katika hali tata na mwili wake kutupwa katika msitu wa Ngong. Familia yake inasema kwamba licha ya kutopata haki kwa miaka hamsini, wamewasamea waliotekeleza mauaji yake. Melita Oletenges alihudhuria ya ibada hiyo na hii hapa taarifa yake. Imetimia miaka hamsini kamili tangu kuuawa kwa Josaya Mwangi Kariuki, kati ya mauaji ambayo yaligonga vichwa vya habari kutokana na matukio ya siku hiyo, ikiwa ni pamoja na magazeti kuchapishwa kwamba alikuwa Zambia baada ya kupotea kwa saa kadhaa na mwili wake kupatikana msitu wa Ngong na kisha kuhifadhiwa makafani ya city

There was a unknown person. Tangu kifo chake waliomuua JM Kariuki hawajawahi kukamatwa au kutangazwa hadharani licha ya uchunguzi kufanywa. Look at us. Look at us. You saw other wives. Did you see the children? You killed them. You killed them. We have struggled, but God has been with us. Now there are also people who are in James in our partners in farming a business. Do you know what they did? They used to come, we party together and what not. JM helped them. They grabbed JM's properties. Japo kumbukumbu kumbu ya kifo chake ni uchungu kwa familia, pia wanamkumbuka JM kama mtu mcheshi, aliyetangamana na watu kwa urahisi na kuipenda nchi yake. Nikamwambia lazima uende kwetu nyumbani useme ni wewe unataka kunioa. Tukaenda, wakati tulienda nilimuuliza wapi wale watu wataongea juu yako? Kasema hakuna. Nikamuuliza taongea ni wewe sasa, nikamuuliza taongea namna gani na ni wewe unioa? Akaniambia mimi sina rafiki mwingine, ni wewe tu. Wanawe JM wametaka baba yao kutambuliwa na shirika la NYS kama mmoja wa waanzilishi wa shirika hilo, huku wanasiasa wakinadi uongozi wa sasa kuiga mfano wake. As this esteemed institution commemorates its formation in 1965 That Kenya cannot be about 10 millionaires and 10 million poor people. Today, we are about 50 billionaires and 50 million poor people. What has changed? Melita Oletenges, Runinga Citizen.